fuatiliaji na mtazamaji wa channel ya FEABOY, karibu tena katika channel yako pendwa kwa update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Na katika video ya leo tutakwenda kuangalia nafasi za kazi halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Lakini kabla hatujaenda kuangalia nafasi hizi, fahamu kwamba vitu ambavyo natakiwa kuwa navyo kabla ya kuweza kutuma maombi haya cha kwanza kabisa hakikisha una akaunti yako ya ajira poto ambayo imekamilika kwa asilimia mia moja. Lakini cha pili hakikisha una cheti cha kuzaliwa ambayo ni certified. Nikisema certified maana yake ni cheti cha kuzaliwa ambacho kimethibitishwa au kina muhuri wa mwanasheria. Kwa hiyo kama hauna cheti hakikisha unapata cheti chako leo, na kama hakina muhuri wa mwanasheria hakikisha kimepigwa muhuri wa, wa mwanasheria na kingine, kama cheti chako ni cha zamani, hakikisha umekibadilisha cheti chako cha zamani na kuwa cheti kipya. Sasa nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe kuweza kupata cheti chako leo, na pia kuweza kupata muhuri wa mwanasheria. Kunachotakiwa kufanya, namba zangu zipo katika description ya video hii. Ni cheki katika namba zangu za WhatsApp, ili tuweze kuwasiliana uweze kupata cheti chako leo na nafasi ambazo zimeweza kutangazwa ni nafasi saba katika halmashauri hii ya wilaya ya Uvinza. Nafasi hizi ni dereva daraja la pili, nafasi nne. Inarudiwa hii, inarudiwa. Kwa hiyo sifa ni cheti <coughs> cha kidato cha nne na leseni ya daraja E au C ya uendeshaji wa magari ambayo umeifanyia kazi kwa mwaka mmoja, bila kusababisha ajali. Lakini pia hakikisha una cheti kutoka VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Nafasi zingine ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, hapa kuna nafasi tatu, nayo inarudiwa. Sifa ni kidato cha nne au cha sita na diploma au cheti cha NTA level 6 katika fani ya uhazili, lakini pia uwe umefaulu somo la hati mkato maneno mia moja kwa dakika moja, na kupata program za kompyuta za ofisi kama Word, Excel, PowerPoint, internet, email pamoja na Publisher. Vitu vingine hakikisha vyeti vyako vyote ni original. Result slip zitakubaliwa na kama umesoma nje ya nchi hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na TCU, NECTA, pamoja na NACTE. Na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu, na barua hiyo ielekezwe kwa Mkurugenzi Mtendaji Halmashauri ya Wilaya Uvinza, SLP 12 Uvinza. Na maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira, yani recruitment portal au ajira portal na maombi atakayowasilishwa nje ya utaratibu huo hayatafikiriwa. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like na share video hii. Asante na karibu.